Onesheni utulivu. Siku chache baada ya kifo cha mahabusu Michael Rambau mwenye umri wa miaka kumi na nane anayedaiwa kujinyonga akiwa ndani ya kituo cha polisi Kati Moshi mkoani Kilimanjaro, vurugu ziliripotiwa kujitokeza wakati wa maziko yake yaliyofanyika leo nyumbani kwa wazazi wake eneo la Rau, Manispaa ya Moshi. Waombolezaji waliokusanyika kushiriki ibada ya maziko hayo walimzomea na kumlazimisha padri aliyekuwa akiongoza ibada hiyo kuondoka msibani. Padri huyo, ambaye jina lake limehifadhiwa, anatoka katika Parokia Teule ya Mtakatifu Stefano Shahidi Kariwa, Jimbo Katoliki la Moshi. Tukio hilo linatajwa kutokea huku kifo cha marehemu kikiwa bado kinaibua maswali mengi yanayohitaji ufafanuzi kutoka kwa vyombo vya dola. Padri huyo alilazimika kusitisha ibada na kuondoka kutokana na shinikizo na vurugu kutoka kwa kutoka kwa waombolezaji wa wenye hasira. Chanzo cha vurugu hizo kinadaiwa kuwa ni kutoridhishwa kwa waombolezaji baada ya msomaji wa risala ya wasifu wa marehemu kushindwa kutaja chanzo cha kifo cha Michael Rambau. Hali hiyo ilizua ghadhabu iliyosababisha kuvurugwa kwa taratibu za maziko. Aidha, kabla ya kuanza kwa ibada ya maziko, waombolezaji walitembeza jeneza lenye mwili wa marehemu kwa umbali wa zaidi ya kilomita sita katika maeneo mbalimbali, wakionyesha hasira zao. Hii ni Leo TV, jina langu ni Lilian Odo. Ndugu Michael Odat Rambau alisoma atuitubu elimu yake ya msingi Moshi mwaka elfu mbili na kumi na saba, na alisoma katika shule ya sekondari Rau na Uru. Baada ya hapo alijiunga na masomo ya ufundi stadi E kupata mafunzo ya ufundi bomba. Ndugu Michael Dodati Rambau alijishughulisha na shughuli za ufundi bomba plamba, lakini pia shughuli za usafirishaji kwa maana ya bodaboda boda. Sababu za kifo ndugu. Wetu Michael Deodati Rambau alifikwa na mauti akiwa mahabusu tarehe kumi na tatu ya mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita na amefariki dunia akiwa na umri wa miaka ishirini na moja itika usiitike, lakini maana yake mnaonyesha, situlataka muoneshe heshima, onyesheni heshima. kwa uu ja huu unapaswa kupangwa na tunu njema, imani, utulivu, amani, vyote kwa kwakikionekana chochote ambacho kiko tofauti na hayo na utulivu, ambacho kinaonyesha uvunjifu wa amani wa namna yoyote ile, tulia wewe unapokuja katika tukio kama hili, oh, kazi yako ni kusikiliza tu yeah. Eh, unasikiliza. Kama kinakuhusu unatulia kabisa, unarekebika. Kama kikuhusu unaondoka, yeah. eh, yeah. lakini sisi, mimi na mmekuja kule kumsindikiza, onesheni utulivu, utulivu katika maeneo yote. Nitakaporuhusu muage ageni kwa heshima, alafu pia kwenda katika makaburi tuzike pia kwa heshima kwa utulivu <tutu> eh, kwa... <tutu> sikiliza